Naam, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yangu Josephat Online TV, leo nipo na mfanyakazi kutoka kampuni ya Vodacom, toka napiga naye story mbili tatu kujua hali yake ya maisha. Habari brother, mambo vipi? Ah, safi kwema. Kwema, maisha vipi? Ah, fresh harakati. Taratibu tu mwanangu. Habari za wife unasemaje? Ah, sina wife ndugu yangu. Kama unavyoniona, wamenikuta hapa magetoni, nipo mwenyewe hapa

Mi ni mkazi wa Morogoro ila natoka natoka natoka sehemu moja inaitwa kule kanda ya ziwa Bukoba. Huyo ni mkazi wa Morogoro ila kwa sehemu alipozaliwa ametoka kanda ya ziwa Bukoba. Bwana, unaweza mm. kutuambia hapa Morogoro shughuli tana shughuli gani najishughulisha? Mi hapa Morogoro mimi ni freelancer mtandao wa Vodacom. Na nipo kwenye kampuni ya Vodacom na nafanya kazi kwa Vodacom. Naam ndugu mpenzi mtazamaji kama alivyojitambulisha hapo awali ni freelancer Vodakum, wa Vodacom anafanya kazi kama freelancer. Naam, moja kwa moja ngoja tuende kujua kwa nini mpaka asubuhi tunaona taharuki kwa watu, mpaka sasa hivi hajaingia kazini bwana blaza, changamoto gani mnakutana nazo wakati wa kufanya kazi? Maana leo tunaona ma freelancer wengi hamjaingia kazini kuna changamoto ipi inawasumbua? Aa, kama kwa siku ya leo siku ya leo tujatoka jana. Aa, jana ilikuwa ni siku ya maalum kwa Watanzania wote kwa kujumuika kwenda kutiki katika sehemu ya mtu ambaye anaitaka na jambo limeenda vizuri kama unavyoona ee, jana wale wengi hawajafanya kazi na sisi tukijumuishwa kwa sababu na sisi ni Watanzania pia, tujaenda kufanya kazi, na leo tutegemea tufanye kazi, ila katika kazi zetu hizi tunategemea mambo ya mtandao hatujafanikiwa mtandao ujakaa sawa, biswa, sawa na kuna mambo yanarekebishwa, yakikaa sawa tutaenda kurejea. Ndugu penzi mtazamaji, sababu kubwa ni kama ulioisikia ilikuwa siku ilipiga kula siku jana, lakini vilevile mpaka leo hali sio shwari, ndio maana unaona vile anajiingia kazini ikiwa ni wiki ya kupiga kula. Hii hapa tumesema Oktoba 29 siku ile ilikuwa imesubiriwa na watu wengi kwa muda wa siku nyingi moja kwa moja, ngoja tumuulize maswali mawili matatu. Vipi blaza, kuachana na ndoto kazi yako hiyo ya freelance, kuna kazi nyingine labda unafikiria kufanya? E, mina, kazi, mi na kazi, sio kwamba ni kazi ambayo nafikiria kufanya, sema tu mimi kichwa changu kinawaza mambo mengi sana, kwa sababu mimi siwezi kujipa limit kwamba nafanya hii kazi na nitabaki kwenye hii kazi, kwa sababu mimi bado kijana mdogo kama unavyoona. Ningekuwa na majukumu mengi hapo, sawa, ila kama sasa hivi sijawa, sijafanya jia, kitu chochote, naweza kujiamuru nifanye kipi ambacho nakiwaza katika mbele ya maisha yangu. Oh, kazi ambayo unaweza kutambia, vitu ambavyo unaviwaza kwenye akili yako kwa sasa ni vitu kama vipi? Hivyo hata vile mimi ah, Mwenyezi Mungu tu atakavyonibless kwa sababu huwezi jua e, huwezi jua kwa sababu hapa ndipo nafanya kazi, uwezi kujua kesho nitakutana na lipi. Eh, kesho ni fumbo. Yajayo yanafurahisha, na ndugu watazamaji, kama anavyosema yajayo yanafurahisha wasikose kuyatazama. Mimi mtangazaji wako naitwa Josephat Edson. Mimi nakuletea habari za nje kila siku. Leo tulikuwa hapa hapa mkoani Morogoro tulikuwa tunatembelea baadhi ya wafanyakazi wa Vodacom. Nafikiri ulikuwa nami katika wasaa mzuri huu wa majira ya asubuhi. Tukutane tena katika wasaa mwingine pale saa 12 jioni. Pia usikose kutembelea channel yangu ya YouTube na open enda kwa jina la Josephat Online TV kwa taarifa kama hizi mpya. Karibu sana. Pia msisahau no, kusubscribe. Karibisha sana, asante sana. Huyo ndugu mpenzi mtazamaji alikuwa na kumbusha kusubscribe channel yetu, pata taarifa hizi mpya pendwa. Karibu sana, bye bye.